Bodi imejipanga ku, kuendelea kutekeleza malengo ya mpango mkakati ya chama ikiwa ni pamoja kusisitiza matumizi ya tehama katika kuboresha huduma zake, kwa kauli mbiu Tanesco Saccos kidijitali zaidi, hakika huduma bora na kwa wakati, inayolenga kujibu mahitaji ya mwanachama itafanikiwa na kujenga chama imara na ustahimilivu katika utoaji huduma. Chama chetu kimeendelea kukua kwenye upande wa hisa kwa mwaka 2023, hisa za wanachama zilikuwa zina thamani ya bilioni kumi, na kwa mwaka 2024, ambapo ndio hesabu za mwisho kukaguliwa, hisa za wanachama ziliongezeka kufika bilioni kumi na moja. Hiki ni kiashiria kwamba wanachama bado umiliki katika chama unaendelea kukua. Lakini pia kwenye upande wa mikopo, chama kimeendelea kutoa mikopo kwa wanachama wanaofikia elfu nne na thalathina moja ambapo thamani yake ni sawa sana bilioni 27, ni hicho ni kwa kipindi cha mwaka kuanzia tarehe moja Januari mpaka tarehe thelathini na moja Agosti 2025. Kwa hiyo inaonyesha ni namna gani chama chetu kimekuwa na kina uwezo wa kustahimili na kutoa mikopo kwa wanachama wake kwa wakati, na kwa sasa hivi tume move zaidi kidigitali. Kuna baadhi ya mikopo mwanachama anaweza kuomba kwa njia ya simu na akapata hapo hapo alipokaa na aina ya mikopo mitatu ambayo mwanachama anapata kwa njia ya simu bila kwenda ofisini, aka apply kwenye simu yake na akapata papo kwa papo. Chama kinatoa mikopo mbalimbali mbali ambayo inaweza kukuwezesha kufanya maendeleo yako binafsi, lakini pia chama kimeenda mbali zaidi, kinatoa uh, mikopo ya vyombo vya usafiri. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama mfanyakazi unaweza kupiga hatua kwa haraka kabisa, kama ukiwa mwanachama wa chama hiki cha Tanesco SACCOS. Tanesco SACCOS si imekuwa mkombozi wa kwetu kiuchumi. Binafsi imekuwa ni mkombozi kwa sababu nina uwezo wa kukopa kiwango kikubwa cha fedha na kurejesha kwa riba ndogo.